na yeye ye na wengineo katika wanazuoni wanasema Makkatu ummul qura, Makka ambao ni ummul qura, afdalu biladi llah. Katika jina jingine la mji wa Makka ni ummul qura, na ina tafsiri ndefu kabisa. Maana yake ndio msingi au asili ya miji yote ulimwenguni mzima. Makkatu ummul qura, afdalu biladi llah. Haya ni maneno anayasema Alimamu Shafii wa jamaatu min alulama na wengi katika wanawazuoni. Imepokewa kutoka kwa maneno ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, alipokuwa anagura kutoka katika ardhi ya Makka akielekea katika ardhi ya Madina, alisikika bwana mtume Muhammad, na amepokewa haya mazungumzo akiyasema bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, wakati alipokuwa akisema wallahi innaki la khairu biladin au khairu ardin au khairu ardi llah, wallahi, anaapa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, innaki la khairu ardi llah. Wewe Makka ndiyo ardi bora wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ardhi ambayo ni bora kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ni wewe Makka, wa ahabbu ardi llah ila llah nandio ardi naopendekeza kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ni wewe Maka, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, na lau mimi singeondoshwa nikatolewa katika ardhi hii ya Makka, basi singeondoka. Someni mkipenda historia ya bwana Muhammad alayhi salatu wasalam katika suala la hijra migration, kutoka katika ardhi ya Makka kuelekea katika ardhi ya madina, vipi vitimbi vilivyokuwa vimechacha kabisa, kutokamana na kufar makafiri mushirikuna na wale washirikina

Swala ya faradhi katika Masjidul Haram ambao ni Makka ni bora kuliko swala laki moja katika misikiti mingine. Yani, wewe ukiswali swala ya dhuhuri katika msikiti mwingine ambao sio wa Makka, basi ukiwa utaswali katika ardhi ya Makka, swala moja ni sawa na kuswali la, rak, au swala e, laki moja katika misikiti mingine. Hapa wanazuoni wanaeleza si swala peke yake, sio swala peke yake, si kila amali anaoipendekeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ujue ni amali ambao utalipwa maradufu. Na Masjidul Haram tunapoizungumza, kama Masjidul Haram kuna Masjidul Haram na kuna Haramu Makki, kuna mipaka ambayo kama inaojulikana ni Haramu al-Makki, na hii ni mipaka vyema watu kuweza kufahamu utukufu wake na kufahamu mazia yake. Mtu anapotaka kufanya khairati anaweza kufanya katika hii mipaka, kama wanazuoni walivyoeleza. Kwa hivyo, mbali na Masjidul Haram ambao ndio maarufu pale panapopatikana sala, lakini kuna na haramu Maki, makusudio yake yote inaingia katika mazungumzo haya ambayo tunayoyasikia kutoka kwa Muhammad alayhi salatu wasallam. Hata hivyo

au Baitul Maqdis. Mwenyezi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aharakishe kukomboa Baitullahi al-Maqdis, na aweze kuwapa nguvu na kuwa rahamu walotangulia mbele za haki, kutokamana na janga ambalo kila mmoja anatambua linalojiri katika ardhi ya Falastin. Na hii ardhi ya Falastin ndio iloweza kupakata masjid ambao ni Baitullahi al-Maqdis. Hadithi hii imepokewa na al-Imamu al-Bazzar al bi sanadin bi ha, bi hasan. Kwa hivyo tunavyozungumzia hapa, tunazungumzia ubora na utukufu wa Masjid al-Haram au ubora na utukufu wa Makka. Tumeona hadithi kama ilivyokuja, tumeona maneno ya wanazuoni kama walivyoeleza, na tumeona vilevile vile maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyoeleza katika aya mbalimbali na sura mbalimbali zilizoeleza kadhia inayofungamana na utukufu wa Masjid al-Haram. Tabaan masjid al-Haram au Makkah ndio kupatikana tukio nzima la la ibada ya haji. Kwa hivyo tunakuja kuona baadhi ya masala yanaofungamana na utukufu wa haji na yule vile vile ambayo kwamba ni haji yule anayefanya ibada ya haji anatueleza Bwana Muhammad alayhi salatu wassalam, amma alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu, Je, haujajua na hujatambua kuwa Uislamu unafuta madhambi yaliyotangulia kabla ya mtu kusilimu, kwa sababu Uislamu ni tauba. Mtu anaposilimu ni mlango mkubwa wa tauba, kwa hivyo mtu anaposilimu anafutiwa madhambi yaliyotangulia. wa anna alhijrata tahdimu ma kana qablaha, na vile vile hijra ya wale almuhajiruna waliotangulia kufuatana na banatu Muhammad katika hijra kutoka Makka kwenda Madina, yahdimu ma kablahu, vile vile yafuta madhambi yaliyofanyika kabla ya hapo. Wa anna alhajj yahdimu ma kana kablahu, na vile vile ibada ya hajj yafuta madhambi yaliyopatikana kabla ya kutekeleza ibada ya hajj. Kwa hivyo utukufu wa ibada ya hajj ni utukufu mkubwa kwa yule anayetekeleza ibada ya hajj, yahdimu ma kablahu, inabunja madhambi yaliyokuwa kabla ya hapo. Na vilevile bwana Muhammad alayhi salatu wasalam, kama hadithi tulivyotanguliza kueleza katika vilivyotangulia, anatueleza alhujaji wal umaru, wale mahujaji na wale wanaofanya umra wafdhullahi, ni wageni wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala wazuwaruhu, na vilevile vile, ni wageni wake wanaokuja kumtembelea. in saaluhu atahum wakimwomba Mola subhanahu wa Ta'ala, uwapea. Wa inistaghfaruhu ghafara lahum, wakimwomba Mwenyezimungu msamaha huwasamehea. Wain daauhu stajaba lahum, na wakimwomba mwenyezi Mungu uwajibisha dua zao. Wain shafau, na wakiomba utetezi shufiuu, wanakubaliwa utetezi wao. Yani yule jaji ama muhtamir anapotaka kumtetea mmoja katika wale waislamu waliokuwa na madhambi au kuwatakia msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukubali utetezi wao mara moja. Na hadithi hii utakuja kuiona imetajwa na al-Imamu Muhammad al-Ghazali katika kitabu chake ya al-Ihya'u Ulumuddin Ihya'u Ulumuddin. Vile vile Muhammad alayhi salatu wassalam anasema tabiu baina al-hajj wal umra tabi'u, fatilizeni sana baina ya umra na hajj

puliza katika ule moto ambao unafanya chuma iwe mwekundu na mwisho kuyeyusha ile chuma. Kwa hivyo utakuja kuona kile kiriba kinazuia ule uchafu unaotoka katika moto kuja kumfikia huyu, ingawa kuna harufu mbaya lakini zile tete za moto ambazo zinatoka, utakuja kuona kile kiriba kinapuliza kuzuia yale matete ya moto au uchafu wa moto, wakati mtu anapofua vyuma au anayeyusha dhahabu au anafanya chochote kinachofungamana na fedha na mengineo. Kwa hivyo, ile alkir ndio hivyo yumfiani umra na haji, yazuia madhambi, yazuia umaskini katika majumba ya watu. Kwa hivyo, wewe unapotaka kutekeleza ibada ya haji, tia nia ya kuondosha umaskini wako ufukara wako na kufuta madhambi, kwa sababu ni kama ngome ambayo umeiweka inauzuia madhambi

wal-Imamu Tirmidhi katika hadithi vile vilevile, imepokewa an tariqi ahli lbeiti, alaihim assalam, kupitia njia na mtindo wa familia ya bwana Muhammad, muhammada alaihi salatu wassalam, kuwa walikuwa wakisema adhamu an-nas dhanban, mtu muovu zaidi wa madhambi, alokuwa na madhambi makubwa zaidi mazungumzo yanazungumzwa na, na wajukuu wa bwana mtume Muhammad au familia inaofungamana na mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na hawa tunamaanisha ni sanad au uh, nasl kinachotokamana na bibi Fatima radhiyallahu anha na al-Imam sayyidina Ali na sayyidina al-Hasan wal-Husayn. Kwa hivyo kulikuwa kuna mtindo ambao walikuwa wakidumu wakizungumza maneno haya, wakisema: yule mwenye madhambi makubwa zaidi man waqafa biarafat, ni yule atakaesimama katika viwanja vya Arafat, fadhanna anna Allaha lam yaghfir lah, yakampitia mawazo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajamsamehe madhambi yake. Kule kupitiwa na mawazo tu kuwa wewe haujasamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ni a'dhamu nnasi dhanban, huyu atakuwa ni mwenye dhambi kubwa zaidi ya watu wote wenye madhambi katika ulimwengu. Isikupitie wewe mawazo unapoingia katika ibada ya hajj, hususan katika viwanja vya Arafat, wewe ukapitiwa na mawazo kama haya, kama ilivyopokewa kutoka katika baadhi ya uh, sanad au kutoka katika kizazi cha bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam

anategemea ama anatarajia kufanya ibada ya hajj au ibada ya umra, famata fihi, akafariki bila kutekeleza ibada ya haji ama umra, lam yuradh wa lam yuhasab, hataweza kufanyiwa hisabu, waqila lahu na ataambiwa udkhulil janna, ingia katika pepo. Mtu ambaye amefunga safari kwa namna tulioeleza, yakampata mauti katika ibada ya haji au katika barabara ya kuelekea katika ibada ya haji, hadha lam yuaradh, hatoonyeshwa. Yani wewe upelekwa katika maradh, ma maradh ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuite, aanze kukuuliza wewe, leta amali yako, umefanya kitu gani, wa hakadha maswali mengi. Na pia kuna sual na, na baada ya sual kuna hisab, hisabu kuhesabiwa yale mambo ambayo kwamba uliyofanya mtu anapokuwa katika njia hii ya kufanya ibada ya haji au umra na nia yake ikawa safi, yakampata umauti katika safari, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, malipo yake atalipwa kuingia peponi. Tunamwomba Mola subhanahu wataala atuwafikie na atuandikie sote miongoni mwa wale watakaoingia peponi na wale watakaotekeleza ibada ya haji na umra, ala wajhi alladhi yurdhihi.